Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Riziki Pembe kutoka Zanzibar, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Nimekaribia uh, upo kwenye huu mkutano mwaka huu yeah. Hu, kipya kipi ulichokuja nacho? <laughs> Asante sana, na tulichoja nacho mwaka huu kikubwa, tunachosema kwa sababu mwaka huu tuko katika miaka, tunasema miaka thelathini ya Beijing, ambayo miaka thelathini hii maki imemtoa mwanamke kutokana na hali aliyokuwa huko nyuma na sasa ipo katika hali nyingine, kwa hiyo tulichokuja nacho sisi mimi ambaye natokea Tanzania nasema kwamba kwa nchi yangu maake ni kwamba sisi tumefanikiwa katika kuona maazimio ya Beijing, na tulikuwa tunaadhimisha miaka thelathini ya Beijing, basi tumefikia hatua kubwa sana, na hatua hiyo ambayo leo hii tunavyozungumza na, na Tanzania tumekuwa tuna rais mwanamke ajaitokea, tukawa sasa na rais mwanamke. Kwa hiyo kwenye uongozi mmepiga hatua, tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo haya tunasema sisi wanawake kama Tanzania tunajivunia, na tukao tunasema tunaadhimisha hii miaka thelathini ya Beijing, basi kwetu sisi tuna kila sababu ya kuona kwamba tunasherehekea kwa nguvu zote na kuona kwamba yale maazimio ambayo yaliwekwa, basi imefika hatua kubwa na kuona kwamba maana yake tunakoelekea tutaweza kuvu, yani tutaweza kuvuka ama kusonga mbele zaidi ya hapa ambapo tuko sasa, kama tumeweza kuwa na rais mwanamke katika e, katika hii miaka thelathini ya Beijing, ina maana kwamba tunaweza kuwa na mambo mengi zaidi mm -hmm. kwa maana ya maendeleo lakini hata katika nafasi mbalimbali mbali, za kuwa na wanawake wanapata hizo nafasi na kuzisogelea sasa. Hili tumeliongelea ni katika ule swala la uongozi mm -hmm. na wanawake. Tukija kwa mwanamke wa kawaida wa mm -hmm. chini kabisa mm -hmm. kule mashinani Zanzibar mfano. mfano mwanamke alikuwa anaonekana kama ni pambo la nyumbani Naam. Unaweza kusema mabadiliko yamekuwa kiasi gani na katika nyanja zipi zimemtoa mwanamke kutoka kuwa pambo sasa kushiriki katika maendeleo? Asante. Kwa upande huo, naomba niseme swala zima la kwanza kubwa la swala la elimu. Zamani, yani ilikuwa mwanamke kama uvalivu ni pambo la nyumbani, lakini hana haki kupata hata elimu. Lakini sasa hivi mwanamke huyu amekuwa ni kipaumbele cha katika kuona kwamba yeye anapata elimu nzuri na iliyo bora. Na si kupata tu elimu lakini kuwekewa mazingira na miundombinu mizuri ambayo anamfanya hata kwenda skuli, sisi amba tunasema skuli hatusemi shule, kwa hata kwenda kwa skuli inakuwa ni kwake ni rahisi, na hii imekuja baada ya kuwa na viongozi wetu kutoka mbalimbali wamekuwa wakiboresha miundombinu ya skuli ili kuweka mazingira rafiki kwa wanawake lakini hata kupunguza yale masafa ya kuweko na skuli. Zamani ilikuwa skuli moja na nyingine utakuta kilomita tano, sita, saba, nane, wengine mpaka kumi ujakutana na skuli, hali ambayo ilikuwa kwa wanawake ni changamoto kushiriki katika masomo, lakini hata zile kesi mbalimbali za udhalilishaji zilikuwa zinakumba katika ile namna ya kuenda skuli na kurudi. Mm-hmm, lakini unakuta mara nyingi mtoto huyo ya kike anawekwa katika mazingira ya kufanya kazi za nyumbani zaidi, kuchuta maji, kata kuni, pika chakula, ili ndugu zake ama kaka zake kirudi skuli waje kula. Lakini sasa hivi, kuboreshwa kwa miundombinu ya skuli katika maeneo mengi ama katika maeneo yote ya Zanzibar, yani sasa hivi kuna skuli Zanzibar mpaka vijijini singi, kitu ambacho huko nyuma hakikuwepo. Kwa hiyo maanake inapelekea watoto wanawake wengi kusoma hata masomo tunasema masomo ya sayansi. Mm-hmm. Basi imekuwa sasa hivi watoto wa kike basi wako mbele kwenye kusoma masomo ya sayansi, kwa hii imepelekea sasa, kwa na mabadiliko chanya kwa wanawake wetu hata wa vijijini, kwamba sasa hivi umekuta wanawake wengi kuja kwenye elimu, unakuta mpaka vyuo vikuu wanawake wengi. Mm-hmm. Lakini sio kuko tu vyuo vikuu kwa wanawake wanasoma kwa mzigo, hapana, lakini ni katika zile yani, tunasema katika kozi mbalimbali. Zamani ulikuwa unaanza kukuta watoto wa kike wapo katika kozi za walimu, yani hizo Mm -hmm. Lakini sasa hivi ukaenda kwenye uhandisi wanawake wapo. Ukaenda sijui kwenye kozi za masuala ya kusomea urubani wanawake unawakuta. Ukaenda kwenye masomo ya sayansi yetu tunazungumza wanawake unawakuta. Kwa mkuta wanawake hawa wapo katika yani kozi tofauti wanakuwa wanasoma. Mm -hmm. Zamani kuta mwanamke na physics ilikuwa ni changamoto. Mm -hmm. Lakini kuta mwanamke eti anasoma masuala sijui quantity survey, masuala ya kwenye kozi zile masuala ya ardhi, masuala ya sijui ya yani mipango miji ilikuwa ni changamoto kuwakuta. Lakini lakini sasa hivi Wanawake, wanawake hatua. Hatua. Mali ilikuwa wanawake wetu wengi wa Zanzibar kazi ni kukaa nyumbani. Mm -hmm. Mpaka jioni anarudi nyumbani hana kitu alichokipata lakini. Mm -hmm. Sasa hivi mambo yale yamebadilika kwamba anakuta hata kama kilimo kinacholimwa ni cha kisasa, lakini sasa hivi wanawake wamekuwa wamejishughulisha katika maeneo tofauti. Kuna wajasiriamali ambao wanafanya biashara zao ndogo ndogo, lakini na mpaka wanawake ambao wanafanya biashara kubwa. Na huyu alianza kama mama ntilie tu, anauza, anapata riziki yake, anakula na familia, lakini biashara yake ilikuwa mpaka sasa wanawake wanamiliki maduka makubwa ndani ya Zanzibar. Na katika kumiliki kwa maduka huko wanawake wameweza kuajiri Mm -hmm. Wanawake wengine lakini hata na wanaume. Wako wanawake ambao sasa hivi nikwambie, kwa mfano kwa kwa kama unasafiri ukipita Ethiopia, mm -hmm. unakutana na wanawake wengi wa Zanzibar. Ukiuliza wanakwenda wapi, wako ambao wanaelekea China, wako ambao wanaelekea India, wako ambao wanakwenda katika yaani maeneo tofauti, wengine wanakwenda Uturuki kufanyaje? Kutafanya biashara. uh -huh. Hii maana yake ni fursa ambayo haikuweko, lakini sasa wanawake hawa wamekuwa wanajitoa lakini wengine okay, wanakwenda kujishusha na kazi nyingine za ndani, lakini wape nje ya nchi, wengine unawakuta Oman, Saudi Arabia na kwengineko unawakuta. Kwa hiyo anakuta kwamba wanawake hawa, na huyo anakwenda kufanya kazi huko, anakwenda kwa malengo, anakwambia nakuna miaka yangu miwili mara ya kwanza. Na baada ya miaka miwili mwanake mshahara wake anategeshea nyumbani, anajenga nyumba yake, anajenga na asili yake ya biashara. Hata kusema baada ya miaka miwili amemaliza mkataba wake, hataki kuendelea, basi anarudi nyumbani ana nyumba yake na na kimtaji ake cha kufanya biashara. Kwa hiyo amejikwamua kiuchumi kiuchumi.